lakini kama ni jambo la faini, mpeni boda boda yake ili akatafute hiyo faini awalipe, maanake hiyo ndo ofisi yake. Hello, ebana, mambo vipi mwana universe, ebana, mambo vipi Tanzania. naitwa ituwa Mr. Mzawa, uwa Mzawa Media. Leo nimekuletea taarifa kuhusiana na kila ambacho alikizungumza waziri mkuu kuu Mwigulu Nchemba katika ziara yake. Alizungumza mambo mengi kuhusiana na jeshi la polisi kukamata watu na kupiga faini pia amewazungumzia wale wa TRA ambao wamekuwa wakiingia kwenye biashara za watu na kubeba vitu vya watu bila kuwasikiliza. Ndoma ni kuache na clip iweze kusikilizwa kwa makini. Baada ya hapo, nitarejea. na nilisema wasiporudisha wakamatwe, wale ni wezi kama wezi wengine. Lazima watu tuheshimu mitaji ya watu, lazima tuheshimu wa ofisi za watu. Yule mama pale kwenye lile genge, yeye ndio ofisi yake pale. Yule mama pale mama lishe pale anapopika yeye ndo ofisi yake pale, lazima iheshimiwe, na tusiguse bidhaa wala ofisi, ili tuweze kupata fedha. Nilisema hivyo hata kwa bajaji, nikasema hivyo hata kwa bodaboda. Nikasema bajaji ama bodaboda ama gari ambayo itashikiliwa kituo cha polisi iwe ile ambayo ilifanya uhalifu wa silaha, kama amebeba wauaji wa silaha I, I, na hiyo na hiyo boda boda ni dhamana ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni basi hiyo ishikiliwe kama alibeba madawa ya kulevya, jambo hilo kubwa, basi ishikiliwe. Lakini kama ni jambo la faini, mpeni boda boda yake, ili akatafuta hiyo faini awalipe, maana hiyo ndio ofisi yake, mrudishieni hivi zi sheria zingine tulizirisi za kikoloni koloni hizi za wakati wale wa koloni ni weupe, alafu na hao watawaliwa mbusi gusi tumezirelea. Mtu unayemfahamu unashikaje kitendea kazi chake, si unamfahamu? Um, makosa tunakubaliana, mtu akikosa alipe. Mpeni, mwambie, umekosa hili, unatakiwa ulipe, nenda katafute, alipe. Ndo hivo tumekubaliana na hizo faini tu tusishikilie ofisi ya mtu na yasema haya kwa bajaji, na yasema na kwa ofisi na, na, na Mheshimiwa Rais alivyoingia tu kwenye, kwenye biashara zingine alisema akaunti zisifungwe wala ofisi zisifungwe watu wafanye kazi. Haya ndiyo mambo ya msingi ambayo Mheshimiwa Rais amenituma ni yashughulikie kama msimamizi wa shughuli za serikali, kama msimamizi wa masuala ya udhibiti na mimi niwaambieni hapa, mwanzo naendelea kutoa maelekezo. Nitakapoanza kufuatilia utekelezaji wa maelekezo, wale watakaokiuka, watakaokiuka watakapokutana na viekeo, wasilaumu mtu, ndio kwa sababu ili, ili tuweze kushinda vita vya umaskini ni lazima tuwe na nidhamu. Nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na watu binafsi, nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na nidhamu kwa sekta binafsi. Na tuheshimu sisi sote kama Watanzania, tuheshimu sekta binafsi. Mtu anayefanya kazi, amejiajiri, kaajiri na wengine, anatakiwa apewe heshima. Anaakili sana mtu wa aina hiyo. Imezoeleka kuona mtu akiwa ofisini anadhania ana akili kuliko walioko kule sekta binafsi. Mi niwaambie kuanzisha kabiashara kamaji yale ya kufunga vijana mtaani, tulikuwa tunaita ya drip yale, alafu uende utajirike mpaka uwe bak, kama Bakresa, ni lazima uwe na akili, lazima uwe na nidhamu. Bila nidhamu huwezi ukafanya hivyo hawa wanaofanyafanya kazi huko kwenye sekta binafsi, na wanalipa kodi serikali, na wanaendesha maisha yao, msiwadharau, wana akili sana na wanabidii sana. Kwa hiyo hii lazima iwe, iwe hivi. Sasa kumekuepo na baadhi ya maeneo kupuuzapuuza kupuuzapuuza jitihada hizo, nimeshaelekeza na inaendelea kufuatilia utekelezaji wake. Mtu ana haraka kwenye shughuli yake, ana haraka, anaenda kwenye ofisi ya umma, anapeleka jambo lake, linapokelewa. Yule unakuta yeye hana haraka, yeye mshahara wake huko anazungusha, na kiti hivi anazunguka. Sikiliza, anamwambia uje kesho. Kesho akija, ana shida, ana shida, ana haraka, anaambiwa uje kesho kutwa kesho kutwa akija, anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija, anaanza kuulizwa hivi, ulisemaje? Anaamua basi abebe bango tu, asubiri siku rais anakuja ama makamu wa rais, ama waziri, abebe hata bango basi, ili ili alisome hata kwa mbali, kwa sababu hapa kwenye ofisi ameshaenda amezungushwa. Akibeba hilo bango kwenye mkutano, na hilo bango ananyang'anywa kabla kiongozi mkuu hajafika. Sasa nimesema, nimesema, na haya ndio maelekezo ya serikali. Viongozi ngazi zote, hapa tulikuwa tunamalizia mwaka hapa, viongozi ngazi zote, nendeni waliko wananchi, na ninyi hapa nimewaibia mtihani. Wale walio wa biashara, fikeni sokoni, mwone watu wana shida gani, fikeni kwenye kazi wote wanakofanyia kazi, jueni wana kero gani. Inayowazidi nguvu, pelekeni ngazi ya juu. Ngazi ya juu isipelekwa na mwananchi moja moja, tunawasumbua. Maana ya ugatuaji wa madaraka ni mwananchi apate huduma pale pale alipo. Suluhisho sio kunyang'anya bango, suluhisho ni kutatua kero yake, hata beba bango. Rais ametoa magari kila sekta, kila ngazi, magari. Magari sehemu zingine pikipiki. Haya si magari ya kuendea semina haya si ya kuendea kwenye vikao, ni ya kuendea waliko wananchi. Wananchi wapo, wanaoonewa wapo, anafatilia mpaka nauli yake inaisha, anaamua ku, anaamua kuugulia tu, anaacha jambo lake, nauli imeshaisha, ameshafatilia jawabu atata. Wapo kama leo hii nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa kuna mama mmoja pale Arusha. Katika kuaminiana, watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana. Katika kuaminiana, akamwamini kijana mmoja amsaidie kuproses mkopo, aprosesi mkopo kwa ajili ya kampuni yake. Huyo mama yeye na mme wake wamemwamini, wanajua ni kijana wao. Yule kijana badala ya kwenda kuproses mkopo kwa ajili ya wale waliomwomba, alivyochukua zile hati akaenda akakopea yeye, alivyokopea yeye garanti ikaweka zile hati alizopewa na yule mama. Yule, yule mama yule mama amekaa ame anasubiria apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi, anaambiwa huku huku, nenda imeenda imeenda. Baada ya hapo, yule kijana amechukua milioni karibu mia sita halipi zile fedha, yule mama hakupata ha, ha, mkopo kwa kupitia hati yake. Yule aliyekopea hajalipa mkopo, mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vifaa, anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuze. Halafu yule aliyefanya hivyo yeye na ndugu zake wanadunda, wamepiga mkanda nje na tai, kwa sababu ana hela na inawezekana amefanya dili kila sehemu. Nimemwelekeza RPC amsake yule kijana, amkamate. Hata kama atakamata ukoo mzima, wakamatwe walipe fedha zile. Hawezi mama mama maskini akaanza ku, kudaiwa anakosa pa kukaa, alafu mtu aliyechukua fedha yupo anatembea mkanda nje hapo, alafu watu wengine, mambo haya yakiudhi namna hii nikiongea hivyo, anasema waziri mkuu anafoka. Unataka watu waainaini waimbie pambio pa, pa upumbavu aina hiyo, mi siwezi kufanya Akamatwe, akamatwe na mali zake zikamatwe, alipe hiyo fedha. Hawezi akaenda kukamatwa mama yule, na mtu aliyepokea fedha yupo, na anadunda, na amepiga tai na mkandaji. Arapisi, kamata hata ukoo mzima Hatuwezi tukawa na ruhusu hivi vitu vya kitapeli tapeli. Hivi vinafanyika itapeli tapeli, inawezekana na pale benki huko afisa moja kashiriki, wamechora mchongo, anagawana fedha hiyo, alafu anajua atasumbuliwa mama yule kule. Tunamwachaje mtu anadunda aliyechukua fedha, alafu tuenda kumsumbua mama kwa sababu hana hela? vyombo vyote vya dola pale Arusha pambaneni na huyo asakwe, popote pale alipo akamatwe, na asitoke mpaka hiyo fedha itoke.